Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi wa Islah TV. Leo nataka nikupe faida ya ajabu, faida ya aina yake. Na hapa nataka kuzungumza na wakinamama, hapa nataka kuzungumza na wanawake. Wengi wana magonjwa kitaalamu tunaita, moja kati ya magonjwa hayo ni tatizo la hormone imbalance. Hormone imbalance ni tatizo la mparaganyiko wa vichocheo katika mwili wa mwanamke ambalo lina dalili nyingi sana. Ya kwanza ni kuwa sauti kama bezi ya kiume, kuota nywele maeneo ambayo hayastahiki kwa mwanamke, kama vile kuwa na ndevu na kadhalika, tatizo la hedhi kuto kufuata utaratibu wake, maumivu kipindi cha hedhi, kukosa kushika mimba, tatizo la mimba kuporomoka kwa maana ya kutoka mara kwa mara wa na hasira nyingi bila ya sababu za msingi na mengine mengi, lakini kimsingi natuzungumzia tatizo la hormone imbalance. Sasa leo nimeamua kuja kutembea porini, wakati nipo kwenye ziara zangu za mambo ya kilimo, nimepata fursa ya kuja pia kutafuta aina mbali mbali za dawa ili kuleta huduma ya matibabu kwa watu wangu, wa nguvu kabisa wale wanawake ambao wanasumbuliwa na tatizo la kuto kushika mimba, wale wanawake ambao wanasumbuliwa na tatizo la maumivu wakati wa hedhi, wale wanawake ambao wanasumbuliwa na hali ya hedhi kukoma kabla ya muda wale wanaosumbuliwa na hedhi kutoka mabonge mabonge, wale wanaosumbuliwa na tatizo la hedhi kuchukua muda mrefu, yani nafikia mahali mtu anakwenda kati ya siku sita saba mpaka wiki mbili, wale ambao wanapata maumivu kabla ya hedhi na wakati wa hedhi na nyakati zingine kadha wa kadha, leo nimewaletea mmea huu wa ajabu. Nataka kutoa elimu juu ya mmea huu wa ajabu na nitautaja kwa jina me, moja tu Mmea huu unaitwa Mtatu. Mmea huu unaitwa Mtatu. Kwa wale ambao wanajifunza mmea e, huu wa mtatu uko wa aina kuu zaidi ya saba, lakini kuna wenye majani mapana na kuna wenye majani membamba, na hapa nimepata fursa ya kukutana na mtatu wenye majani membamba. Kwa nini unaitwa mtatu? Sifa yake mti huu majani yake yote unapoyachuma yanakuwa na majani matatu peke yake. Ushakwenda kwa waganga, ushapita hospitali, umepima kila kipimo, hujapata mtoto. Mti huu una maajabu makubwa katika tiba yako. Nadhani utaona eh, namna maua yake yalivyo hapa, yamekaa na mishale mishale na nyuzi kama kromosom, kama mbegu za kiume ulivyokaa. Mti huu katika hali ya kawaida kabisa una uwezo mkubwa wa kutibu watu wenye shida ya uzazi, watu wasiopata mimba, watu wanaotoa mimba mara kwa mara, yaani mwanamke anashika mimba lakini mimba zinatoka mara kwa mara mwanamke anapata hedhi siku saba nane tisa na kuendelea. Huu mti anapoutumia mzizi wake anapoutumia, majani yake na mchanganyiko wa mimea mingine na dawa nyingine zinazofukuza masheitani katika mwili wa mwanamke, basi automatikali mwanamke huyo atashika mimba itaka mimba itakaa. Kama mimba yake inatokatoka au mimba zake zinatokatoka, kama hashiki kabisa, basi akitumia dawa hii, biidhinillah, mimba atapata itashika na atapata mtoto na itakuwa na atazaa biidhni la kwa rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Lakini mti huu mtatu pia tunautumia kugeuza kizazi, mti huu mtatu pia tunautumia kugeuza kizazi. Uko utaratibu wa kugeuza kizazi kutoka kwenye umti. Naposema kugeuza kizazi, namaanisha nini? Yuko mwanamke anazaa watoto wa kike peke yake, hapati watoto wa kiume. Yuko mwanamke anazaa watoto wa kiume peke yake hapati watoto wa kike. Unapotaka kumgeuza kizazi, badala ya kuwa anashika watoto wa kike tu au anashika watoto wa kiume tu, mimba za watoto wa kike tu, au mimba za watoto wa kiume tu. Unataka sasa abadilishe wa kike, baada ya wa kike apate wa kiume, au baada ya wa kiume apate wa kike. Mti huu pia tunautumia kwa tiba hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya miti yenye maajabu makubwa sana kwa watu wenye shida ya uzazi, hasa kwa upande wa kina mama. Naomba nitumie fursa hii kukuomba mwanamke yoyote popote duniani mwenye maradhi ya mfumo wa uzazi wowote, uvimbe katika vimilija uvimbe katika mfuko wa kizazi uvimbe katika mifuko ya mayai. Huu mti ni moja kati ya tiba za ajabu sana na umeonyesha matokeo ya uhakika. Ni moja kati ya miti ya asili kabisa yenye uwezo mkubwa wa kutibu maisha au maradhi ya wanadamu. Mti huu kwa jina tunauita Mtatu, na nimeutaja kwa jina moja tu ili watu waweze kujifunza kwa jina hili rahisi. Na sifa yake utaiona, hii mimea yake kila jani moja linakuwa na majani matatu. Kila kitawi kimoja hiki ukikivuna kitawi kimoja kama kama hivi, ukikishika kitawi kimoja kama hiki, utakikuta na majani matatu. Kwa hiyo jani lolote katika mti huu utakalolichuma litakuwa na majani matatu. Huu ndio mtatu, na hii ni tiba nzuri kabisa ya magonjwa ya mfumo wa uzazi kwa wanawake, na unawasaidia wanawake wasioshika ujauzito biidhinillah. Hii ndio siri iliyojificha katika mti mtatu. Kama una matatizo haya, basi usisite kutupigia simu ili tukusaidie. Wewe uliyekata tamaa katika uzazi, wewe unayepata maumivu makali ya uzazi, wewe mwenye uvimbe katika mfumo wa uzazi, katika kizazi, katika mifuko ya mayai, katika mrija ya uzazi, wewe mwenye matatizo ya homo In balance wewe usiyeshika mimba, wewe mimba zinaingia kisha zinaporomoka, naomba tupigie simu kwa namba sifuri saba kumi mia nne mia mbili. Tupigie simu namba sifuri saba kumi mia nne mia mbili. Hapo utakuwa umekuja Islaah Islamiki Duha Senta na utapata tiba ya uhakika. Wabillahi taufiki, warahmatullahi wabarakatuh.